The algorithm is training your mindset, unajua? Algorithm unajua ni kwa nini unapanga ukae mtandaoni dakika tano, lakini unamaliza lesali moja masaa mawili, masaa matatu? Sio akili yako kuna mpango mkubwa ambao uko nyuma ya panzia. Kuna watu wamewekeza mabilioni ili akili yako waicontrol, waifanye wanavyotaka wao. Kamoja, subscribe channel ya Haitai, tafadhali subscribe, share kwa marafiki waweze kupata masomo mazuri tunayotuma kuanzia siku za Jumanne saa 8 dakika 45, Ijumaa saa 8 dakika 45, na Jumapili saa 8 dakika 45. Watu wengi wanaamini wao ndiyo wanachagua wanachokitazama mtandaoni, lakini ukweli wa kutisha ni huu: wewe hauchagui, akili yako inachaguliwa. Kila video unayoiona, kila ujumbe unaojirudia, kila hisia inayokuamsha au hisia inayokujia mara kwa mara bila kujua sababu yake ni ipi. Kuna mfumo nyuma ya panzia unaofundisha ubongo wako kimya kimya. Leo sitazungumzia saikolojia ya kawaida, leo tunazungumzia saikolojia ya algorithm, na jinsi inavyounda mawazo yako, hofu zako, ndoto zako. Bila hata kuomba ruksa, bila hata kukuomba ruksa. Algoriti siyo kifaa bali ni mwalimu. Kitaalamu, algoriti haikusaidii kukufurahisha. Lengo lake ni moja tu, kukufanya ukae. Ili ukae, inajifunza unachokiona muda mrefu, inajifunza kinachokukasirisha, inajifunza kinachokuogopesha, inajifunza kinachokupa matumaini, kisha inajirudia na kujirudia na kujirudia. Na ubongo wa binadamu una tabia moja hatari sana. Kile kinachojuhudia hukiamini kuwa ni kweli. Ndipo algoriti inapogeuka kutoka kutoka kwenye programu na kuwa mwalimu wa akili yako. Hebu jiulize kwa uaminifu, kwa nini watu wengi leo hii wana hofu bila sababu ya moja kwa moja? Kwa nini watu wanahisi kuchelewa maishani hata kama hawajapoteza chochote? Kwa nini hasira, drama na migogoro ndiyo inasambaa zaidi? Jibu ni moja: algorithm hulisha kile kinachoamsha hisia kali. Hasira, retensheni. Hofu, retensheni. Wivu nao, retensheni ulinganisho retention. Lakini utulivu haukai muda mrefu. Hekima haipigi kelele, akili tulivu haisambai haraka. Ndiyo maana akili yenye nidhamu ni adui wa algoriti. Kile algoriti inachofundisha bila wewe kujua bila wewe kujua, algorithm inaweza kukufundisha kuamini mafanikio ni bahati, kuamini maisha ni ushindani wa kulinganisha, kuamini kuna muda wa kufikiri, kuamini kelele ni nguvu. Na polepole unapoteza subira, unapoteza mwelekeo wa muda mrefu, unapoteza uwezo wa kukaa kimya na kufikiri. Hapo ndipo mtu anakuwa rahisi kuendeshwa, rahisi kushawishika, rahisi kukata tamaa. Siri ya watu wa high tier, watu hawa wa daraja la juu, hawapigani na algoriti kwa nguvu, wanajenga kinga ya akili. Wanafanya nini tofauti? Wanachagua wanachokiona wanapunguza matumizi ya hisia. Wanapenda maudhui ya kimya, ya kina, yasiyo na kelele. Wanajua kuwa umakini ni rasilimali adimu. Wanajua siri moja kubwa, kile kinachokula umakini wako kinaunda maisha yako. Unajua ni jinsi gani unaweza ukatoka uka na utumwa Kuna hatua tatu za kukufanya kutokuwa mtumwa wa algorithm: dhibiti unachotazama kabla akija kudhibiti. Penda mauzui yanayokuelimisha kukuimarisha akili, sio yanayokuamsha jazba. Jifunze kukaa kimya bila simu, hapo ndipo nguvu ya akili hurudi. Ukiona unachotumia muda mwingi kukiona jiulize, hiki kinajenga au kinafundisha kuishi kwa hofu? Jifunze kukaa kimya bila simu, hapo ndipo nguvu ya akili hurudi. Ukiona unachotumia muda mwingi kukiona, jiulize, hiki kinajenga au kinanifundisha kuishi kwa hofu? Algoriti haitadhibitika kwa pingu, inakufundisha polepole, kimyakimya, kupitia kile unachokipenda kutazama. Lakini mtu mwenye akili tulivu na ufahamu wa ndani haendeshwi na kelele. Swali, jiulize: je, algoriti inanifundisha akili, inafundisha akili yangu au mimi ndiyo naifundisha akili yake? Cha msingi subscribe, share kwa marafiki, channel ya High Tier Hybrid, hili watu wazidi kuupenda, wapate masomo mazuri kama haya. Mshirikishe mtu anayehitaji ufahamu, sio burudani ya muda mfupi. Jiulize kwa nini nikipanga nikaye mtandaoni dakika tano linachukua lisali moja. Kiulize kwa nini watu wengi sasa hivi wametawaliwa na mitandao? Sio Facebook, sio YouTube, sio Instagram, sio TikTok. Watu wameweka pesa ili akili yako waikontrol. Watu wamewekeza ili kukufunga akili yako, usiwaze, usitambue nini unachokifanya, uwe bize na mtandao, akili yako iwe tu bize na mtandao tu, isiwaze kitu kingine kile Nimejaribu kuvumilia lakini, leo nimeamua kusema ukweli, ili uwe unajua kabisa kama kuna kitu kinachonitafuna kinachoitwa algoriti. Algoriti inatisha sana. Algoriti ni ugonjwa mbaya sana ambao unawatafuna sana watu wengi. Wengi wanateswa na algoriti, na wengi wamekuwa watumwa kabisa wa, wa, wa algoriti. Je, nikisema leo wache kutumia simu utaweza? Jibu hapana. Lakini kuna njia za kuepuka kwe, kutokutawaliwa na algoriti, ni nikuizibiti tu akili yako tu Ichague kile inachokichagua isichaguliwe, ila wengi wanachaguliwa na ndio maana wanatawaliwa. Cha msingi subscribe, share kwa marafiki wa High Tier, kama umejifunza melifu somo hili, asante sana bye, bye.